Mwanaume mmoja kutoka Pennsylvania, Marekani, amekamatwa kwa tuhuma za kutumia pasi ya nguo kumchoma mpenzi wake hadi kwa asilimia 60 ya mwili wake kwa sababu alidhani kuwa anamsaliti. Msaliti Batton Bad anadaiwa kumzuia mwanamke huyo kama mfungwa katika nyumba yao ya kupanga huko Pittsburgh kuanzia Jumamosi hadi Jumanne bila kumruhusu kutoka kutafuta matibabu, kwa mujibu ya hati ya kukamatwa iliyoripotiwa na Law and Crime. Alipomwachilia mwanamke huyo alitaka adanganye kwamba alivamiwa karibu na mgahawa wa Wendy's na kumtishia angeidhuru familia yake kama angesema ukweli. Polisi wa Pittsburgh walifika hospitalini majira ya saa kumi na nusu jioni siku ya Jumatano kufuatia taarifa ya tukio la unyanyasaji wa ndani ya familia. Mwanamke huyo aliwaambia polisi kwamba yeye na budi walikuwa nyumbani kwao siku ya Jumamosi wakati alipoanza kumtuhumu kuwa anamsaliti. Bod anadaiwa kumlazimisha mwanamke huyo kuvua nguo zake zote na kumfunga mikono kwa kamba za viatu. Kisha alianza kumpiga kwa mkanda na kumpiga ngumi usoni, kwa mujibu wa polisi. Maafisa walibaini kuwa mwanamke huyo alikuwa na michubuko karibu na jicho lake na mifupa ya damu kuvunjika kwenye jicho lake la kulia, dalili kuwa alipigwa usoni mara kadhaa. Mwanamke huyo alidai kuwa Buda alichomeka pasi na kuanza kuiweka mwilini mwake. Baada ya kusema kuwa pasi hiyo haikuwa na moto wa kutosha, alisubiri hadi ipate moto, kisha kuanza kumchoma sehemu mbalimbali za mwili wake, huku akiendelea kumhoji kama alikuwa na mwanaume mwingine. na niliendelea kusema hapana, sijamsaliti. baada ya kama mara sita kunichoma na pasi, nilitunga uongo kwamba nimemsaliti, ili tu aniache, mwanamke huyo alisimulia. Shambulio hilo la kikatili lilidumu kwa takribani saa nne kwa mujibu wa hati hiyo. Baada ya kumchoma Buda, alijaribu kumtibu majeraha yake kwa kutumia bandage. Polisi walisema mwanamke huyo alisisitiza kwenda hospitalini, lakini alidai kuwa hakuruhusiwa. Baada ya kufika hospitali moja, alihamishiwa hospitali yenye kitengo cha kutibu majeraha ya moto, polisi waliongeza. Bod anakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo shambulio la kuumiza vibaya, utekaji nyara, kumtisha shahidi na kumfungia mtu isivyo halali. Haijulikani kama tayari ana wakili wa kumtetea. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.